Wiki kama mbili zilizopita, hiyo. Ongeza sauti kidogo. Ndio ulikuja ukaniambia kwa habari ya mambo makuu mangapi? Mawili mawili, ambayo nitaka Mungu akutendee. Ndio.

Baada ya hapo, siku ya jana ndio nilikuwa najisikia vibaya vibaya, nilikuwa najisikia vibaya vibaya nikitoka hospitali, na sitaki kuamini kile ambacho. Ndio ndio mama aliniambia, akaja nyumbani kwangu jana akanichukua tukapime mimi na jana baada ya kufika kutoka Kenya na mjesi. Wana wewe ni kitu kidogo sana kwa. Sawa. Mungu kwamba kuna nisumbua sana. Habari ya nini? Ya mtoto. Tuishi niombe nipate mtoto. Niombe nipate mtoto. Na Mungu utapata tu. Sawa. Amenisumbua isumbua kwa muda mrefu. Shaidi shahidi ndugu zake wale pale kaziuuo si mu tumishi mbele, nipate mtoto. Haja yangu ni mtoto, haja yangu ni mtoto, haja yangu ni mtoto. Na kupitia hiki, kuna vitu amepoteza kwenye maisha yake, si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Unaweza kutoka kwenye ndoa kwa sababu huwezi kuzaa. Ukapoteza ndoa, elewa. So kitu cha kawaida kukushuhudia, anzike vizuri, maana kanaposema hivyo, anataka Mungu amlinde yule mtoto wa mtoe sana. Yeye yeah, yeah, yeah. <muchas> anasema hivi. Amekuwa nikikumbua ni hiki niombe kwa habari ya mtoto, kwa habari ya mtoto. Ile siku nimekutana naye hapa <muchas> alikuja ameshika salama zake. Sio zile kazitaje. Japo zilikuwa nyingi nyingi zilitaja zimezilia. Ndio. Ukitaka kitu ambacho kimegoma kwa muda wako, no, kwa muda mrefu kwenye maisha yako, ambatanisha sadaka yako ukisababisha kile kitu kiwe. Yeah, yeah. Amen. Akinisumbua sana.